Uh, tupo na watu wachache ambao tutazungumza nao kuhusu kuhusu mwalimu maisha ambayo anayafanya, vitu ambavyo wamejenga ndani yao. Vitu gani ambavyo, uh, uh, umekuwa ukisikiliza nyimbo za, za, za baba uh, ni nyimbo gani ambayo unaipenda? Nyimbo gani ambayo imegusa moyo wako kwenye utunzi wa baba? Katika nyimbo za baba ni mojawapo ni usiku wa manane. Huo wimbo, huo wimbo huo huwa unanifariji sana na hata katika familia yetu yeah. Yeah. Yes, swali so langu la mwisho ambalo uh, uh, ningependa tu, tu share na, na, na watu ambao wanatusikiliza sasa hivi. Unawaambia nini walimu ambao uh, wanafanya kazi kama alivyokuwa anaifanya baba? Uh, wenda wanatamani kufanya vizuri zaidi kama baba alivyokuwa anafanya maneno gani ambayo unaweza kuambia watu hawa ambao uh, ni walimu wa muziki na ni, wa, ni watunzi kama baba? Nini ushauri wako na nini maono yako juu ya huduma hii ya injili kwa walimu? Asante, mimi napenda kuwashauri au kuwapa kitu kidogo ambacho alikuwa nakifanya baba yangu au mwalimu wangu. Cha kwanza kabisa, jinyenyekeshe, yaani anakuwa ni mdogo sana yeah. Alikuwa hapendi kujikweza kuwa juu, alikuwa ni mtu wa kushuka chini na kunyenyekea na kusikiliza yale yote ambayo, hata kama anafundisha yes. hata akiwa na kwaya anafundisha. Kitu mwalimu, hapa ulitakiwa labda uweke kitu fulani yes. kwamba mwalimu, lakini hapa hebu uweke hichi kitu, hebu ki, ki, ki, kione kitakuwaje alikuwa nakubali hicho na kufanya vile, pia pia kujisomea vitu mbalimbali yeah. Kama vile vitabu, magazeti, kusikiliza televisheni yeah. Kusikiliza kitu chochote, kitu chochote ambacho kitaweza kumfanya ili apate ubunifu mzuri katika tungo zake ambazo anaenda kwa hiyo nawapa ushauri pia na kumshirikisha Mungu kwa kile kitu ambacho anataka kufanya, ili aweze kufanya vizuri na wimbo wako ukae kwa utukufu katika Kristo. wa wow. Makofi mengi sana kwa dada uh, asante sana nakushukuru sana sana sana, umefanyika baraka. our next uh, guest uh, ni mama yangu mama Margaret, karibu sana mama. Makofi mengi sana kwa mama kiwa nakuja Haleluya. Yes. Uh, nimejifunza kitu wakati dada anaongea. Uh, matumizi sahihi ya kipawa chako yana determine uh, watu wawe wa, wa, wa, wa, wa na tafsiri gani kwenye vichwa vyao kuhusu uh, kipawa chako. Kipawa chako kizae matunda, kipawa chako kiwe na, na story ambayo watu wanapata uh, uh, nafasi ya kukuzungumzia kwenye matunda ulioyafanya. Mama Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amen. Nimefurahi sana kukuona. Asante. Uh, mama wewe ni mmoja kati ya uh, waimbaji wakubwa kwenye, kwenye gospel na umepata nafasi ya kufanya kazi na Mwalimu uh, uh, Papaa. Nini mtazamo wako kwenye utunzi wa nyimbo na ufundishaji wake na kulea vipaji ambavyo umekuwa mmoja kati ya watu ambao wamepita kwenye mikono yake? Asante. Mimi nimekuwa mwanafunzi wa Mwalimu Papaa wakati akifundisha kwaya ya AIC Shinyanga, yeah. Mwalimu Papaa alinifundisha kitu katika, katika utunzi wake alikuwa ni mwalimu mmoja makini sana, yes. Wakati anaandaa wimbo, akiandaa wimbo hawezi akaandaa kwa siku moja, yes. Anaweza akatumia hata mwezi mzima, okay. Na wakati anatunga wimbo kuna vitu ambavyo alivyokuwa ili yule anayemfundisha aviimbe yeah. na usipoviimba hata ona kama umeimba wow. na analazimisha uviimbe, hata ukisema mwalimu, mimi siwezi anakwambia na, hapana, imba, utaweza. Kwa hiyo alikuwa ni mwalimu ambaye anatia moyo na anaonyesha mwanafunzi ajifunze vizuri. Hicho wow. cha kwanza yes. cha pili Mwalimu Papa alikuwa ni mtunzi wa stori ukiangalia okay. Okay. nyimbo zake zote alikuwa anaanza na stori, kama sio ya Bibilia hmm. anatafuta misamiati anaanza nayo na anamtafuta, baadaye anakuja kuelezea Mungu anasema anini, uh -huh. kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anasoma Bibilia au alikuwa anatafuta jambo la kumwelezea mtu kwa kumvuta kwa haraka okay. anaanza na stori, kama sio ya bibilia anatengeneza msamiati au methali yote anaweza akaiangalia. Ak oh no. lakini pia mwalimu papaa alikuwa serious yes. ni mkali yeah. yaani hana mchezo kwenye vipindi vyake yeah. na hiyo imesaidia hasa mimi kuelewa mwalimu anataka nini kuna okay. kona fulani nafikiri hata waimbaji waliofundishwa na mwalim papaa wanaelewa kuimba hivyo yeah. kwa mfano mpanzi <laughs> Unakasikia yako unakasikia <laughs> um, <laughs> um, <laughs> yako. uh, usipofanya hivyo anakuambia hujaimba uh-huh. Yani kuna vitu vyake alikuwa nataka hisia, yani uvute hisia, ule wimbo unao mtu akuelewe kupitia hisia nani okay. mwalimu mmoja kwa kweli amenivusha sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine yes. uh, kama mwimbaji ni kitu gani ambacho mwalimu alipanda ndani yako? Na kinafanya kazi mpaka sasa hivi, alichopanda kujiamini. Wow. Ni anakuambia mage, jiamini unaweza, alisoma kwamba mimi nina uwezo wa kuimba, akanitengenezea kujiamini hicho. uh -huh. Cha kwanza kingine. okay. Alinifundisha kuimba wimbo, wanze kunitengeneza mimi kwanza. uh -huh. Kabla ya kwenda kutengeneza wengine. Wow, wow, wow. Makofi mengi sana kwa mama mama, nashukuru sana, umefanyika sante, baraka sana. asante sana, Mungu akubariki. Uh, uh, our next guest ni uh, Mwalimu uh, Jeremia, popote ulipo karibu sana mwalimu. Kuna mambo mengi tunajifunza kwenye story ya, ya, ya, ya, ya mwalimu. Makofi mengi pini, mwalimu anakuja, karibu sana mzee wangu, mwalimu karibu sana uh, kuna mambo najifunza uh, kwa watu ambao wanapita wana, wana, wana wanatuambia, wana uh, mwalimu alikuwa na uwezo wa, wa kutengeneza watu ambao wamekuwa na msaada mkubwa sana kwenye jamii, msaada mkubwa sana kwenye, uh, kwenye gospel industry. Kwa hiyo uh, ni mambo ya kujifunza kama walimu na watu wengine ambao uh, uh, uh, tu, tunakuwa kwenye ministry mwalimu. Bwana Yesu asifiwe, amina. Yes, uh, nimefurahi sana kuwa na wewe hapa. Uh, nina maswali machache ya kukuuliza, uh, kuhusu mwalimu, uh, kuhusu mwalimu, Papaa, uh, kama mwalimu na kama mtunzi wa nyimbo pia. Kitu gani umejifunza kwa Papaa? Kitu gani ambacho unatamani una ukiendelee kukaa ndani yako tangu umekaa naye mpaka sasa hivi? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza niombe samahani kwa sauti yangu mbovu leo. Haina shida, lakini naamini nasikika. Vitu nilivyovifunza kwa Mwalimu Papa Yes. Uh, kwa kweli ni vingi sana. Yani, ni kati ya vijana sasa ambayo tulikuwa, nilikuwa naishi na Mwalimu Papa anapofanya kazi kwa ukaribu, ilikuwa ni mimi. Okay. Yani, muda wote alipokuwa alipo, akifanya kazi ya kufundisha nyimbo na nini. Yeah. Uh, muda mwingi nilikuwa naye karibu sana. Oh, yeah. Kwa vitu vya kujifunza ni, ni, ni vilikuwa ni vingi. Okay. Ni nitavitaja vichache. Yes. Jambo la kwanza nilojifunza, uh, kwake Mwalimu Papa alikuwa serious sana. Mwalimu Papa alikuwa hapendi Oh, wow. kupoteza jambo lolote la msingi analolifanya wakati huo. Okay. Na akikuona hauko serious alikuwa ni mtu Yes. Lengo tu ni kwamba upate kile kitu ambacho pengine anakuelekeza ili baadaye usikifanye tofauti. Okay. Na ndio maana kwenye nyimbo zake alikuwa ha hawezi kukubali kupoteza hata, hata neno moja na ambalo amelitengeneza ukalielewa tofauti. Yeah, yeah. Ana uwezo wa, wa, wa kufundisha sentesi inayosema tu mama. Yeah. Hata, hata dakika arobaini ili mradi tu uiseme anavyotaka yeye alikuwa ni mtu ambaye anasisitiza ana, ana, ana, ana, ana vitu vya msingi sana. Okay. Kwa hiyo kilikuwa cha kwanza kujifunza ni kwamba ni mtu serious, hakikisha vitu ambavyo anavifundisha mtu anayepokea apokee ili mradi. Okay. Anapokea kwa makini sana. Yeah, mwalimu. Uh, mtazamo wa Mwalimu Papaa kwenye uh, huduma ya uimbaji kama kwaya. Ulikuwaje mtazamo wake? Nini ambacho alikuwa anakiona kwenye kwaya ukiwa anaifundisha? Ah, uh, mtazamo wake ilikuwa ni ni kwanza alikuwa anataka kwaya iweze ku, kuona yani iweze vile ambavyo anavyoona yeye mbali mm. Alitamani sana kwaya iweze, hiyo kitu anachokiona mbali mm. Na alikuwa anatamani sana kila ambacho anachokifundisha kiishi kwenye maisha ambayo yatakuja kubadilisha watu. Kwa hiyo kwaya mm. Alikuwa anatamani iweze kupokea kitu ambacho ni cha msingi ambacho kikiwakilisha waki, kwa watu mm. kiwe na maana na kilete Mbali, katika maisha, watu. Wow. Tukimalizia kabisa uh, swali la mwisho uh, uliwahi kufanikiwa kuandika nyimbo pamoja na Papa? Hapana, kipindi hicho uh, ndio alikuwa ananifundisha oh, haleluya. Makofi mengi sana kwa mwalimu, makofi mengi sana kwa mwalimu uh, Yes, kuna, kuna vitu tunajifunza ambavyo ni vizuri na vinakua sisi tunaokua tunajifunza. Mtu wetu anayefuata, our next guest, ni mwalimu Zebedayo. Popote ulipo mwalimu Meshak Zebedayo, yes, makofi mengi kipindi yanakuja huyo. Uh, ni moja kati ya Gen Z ambao walikuwepo kipindi hicho yes. Uh, mwalimu karibu sana, asante sana, karibu karibu sana, nimefurahi sana uwepo wako hapa. Uh, mwalimu wewe ni moja kati ya uh, jenzi wa uh, kipindi hicho, kipindi kipindi Papaa anafundisha ana uh, uimbaji, anatunga ana, ana kwenye kwaya tofauti tofauti. Ulikuwa kijana, nadhani ulikuwa kwenye 20's kama sikosei au kumi na nane, ulikuwa ni jenzi kipindi hicho. Uh, mtazamo wa mwalimu kwenye swala zima la vijana. Uh, tumake tumeona alikuwa anaimba ana anafanya sana ka kazi na wazee uh, I mean, anafanya kazi sana na, na wamama ambao ni watu wazima kidogo naomba uniambie mtazamo wa mwalimu kwa, kwa vijana ulikuwaje? Uh, kwanza kabisa tun tunajivunia yeah. Kwa mwalimu wetu Buhembo Clement Papa ni mwalimu wa tofauti sana. Ni mwalimu ambaye alikuwa anapenda wanalika, yaani malika yote kuanzia watoto wadogo hadi watu, watu wazima yeah. Ni mwalimu ambaye alikuwa hachagui kwa hivyo yeye alikuwa anapenda kumtia moyo mwanafunzi kulingana na vile ambavyo alivyo, anamwambia okay. wewe unaweza yeah. Kazana utaweza na utafika. wow. Uh, umepata nafasi ya kusikiliza nyimbo kadha wa kadha za mwalimu, na ninavyokujua ni mmoja kati ya watu ambao, uh, unazingatia sana swala la utunzi. Unamzungumziaje mwalimu kwenye upande wa kutunga nyimbo? Uh, Mwalimu Clement Buhembo Papaa, tukiangalia hata theme ya leo kielelezo cha kipawa, ni mwandishi ambaye alikuwa anatengeneza tuseme kama agano lake fulani hivi eh, ni kitabu ambacho kwenye nyimbo ambazo ametunga mwalimu zimesheheni kila kitu. Ni mwalimu ambaye alikuwa anafundisha nyimbo za kutia moyo Okay. Anatunga nyimbo za kufariji, anatunga nyimbo za kuleta amani, okay, ziwe za kikanisa ziwe za kitaifa, okay. Kwa hivyo kwenye utunzi wa mwalimu Buhembo nimejifunza vitu vingi sana okay. Uh, ni ujumbe gani ambao unapenda kuwapa vijana sasa ambao uh, wako kwenye tasnia hii ya utunzi wa nyimbo na wako kwenye tasnia pia ya, ya, ya uimbaji wa nyimbo za Injili. Nini unawaambia ambacho umejifunza kutoka kwa mwalimu? Kitu gani unatufundisha sisi wa, wa vijana ambao umekipata kutoka kwa mwalimu? Kitu ambacho ninakikumbuka kutoka kwa Mwalimu Buhembo na kina faida gani kwetu sisi? Yeah. Ama kwa vijana ambao wanasikiliza kipindi hiki? Yes. Mwalimu Buhembo alikuwa ni mwalimu ambaye alikuwa anaenda na matukio Yeah. Alikuwa anaenda na majira na nyakati. Okay. Kwa hiyo alikuwa akitengeneza wimbo, huo wimbo utafika tu kona zote. Yeah. Na alikuwa anatengeneza nyimbo ambazo yeah, atasikiliza wakati mtu mzima lika zote. Yeah. Kwa hivyo tujifunze kutoka kwa Mwalimu Buhembo. Okay. Na alipokuwa akiandika wimbo alikuwa na kitu cha tofauti yeah. na kingine ambacho nimeweza kujifunza kwake, alikuwa na kisha watumishi yeah. tumekuwa naye Buhembo. mimi nimeanza kufanya kazi na Buhembo tangu mwaka tisini na nane yeah. na albamu yake ya mwisho, na ni albamu ya Jiwe okay. tukifanya naye kazi alikuwa akikaa hapa kanisani karibu na wachungaji yeah. na Alikuwa anashirikiana na wachungaji kwenye tunzi zake za nyimbo pamoja, mm -hmm. Na kwamba yeye alikuwa ni msomaji sana wa maandiko. Okay. Kwa hiyo ni mfano mzuri wa kuigwa. Na ndio, Okay. maana unaweza kuona kwamba nyimbo zake zimesheheni. Wow. Jumbe. Yes, asante sana mwalimu. Uh, nadhani that's my time. Asante sana. Umekuwa baraka sana. Amen. Yes, makofi mengi kwa mwalimu akiwa narudi. And now uh, nina mgeni wangu wa mwisho ambaye tutaongea naye na tunafunga. Mwalimu Bartholomeo Magulu popote ulipo Makofi mengi sana akiwa anakuja mwalimu. Yes, naendelea kujifunza vitu vingi sana kuhusu kipawa na talanta ambazo Mungu ameziweka kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mioyo yetu. Yes. Makofi mengi sana... makofi hayatoshi kwa mwalimu makofi hayatoshi kwa mwalimu. Karibu sana, karibu sana mwalimu. Naendelea kujifunza vitu vingi sana a, a, a, tunapotumia vipawa vyetu vizuri na, na kutegemea matunda kutoka kwenye vipawa ambavyo Mungu ametupa. Mwalimu Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwalimu umepata muda wa kukaa na, na, na mwalimu Papa a, labda kwa muda. Nini ambacho unatamani kutuambia? Na nini ambacho unatamani amewahi kukuambia na unatamani kukeshea kwetu sisi wote tusikie. Karibu. Uh, jina langu mimi naitwa Bartolomea Maguru. Uh, namshukuru Mungu, mimi ni mwalimu wa nyimbo za kanisani. Uh, kwa neema ya Mungu mimi kwa sasa niko CVC kama mwalimu, labda yeah. Niongelee kwa habari ya mwalimu Papa. Yes. Mwalimu Papa mimi nimefanya naye kazi tangia mwaka elfu mbili na nne. Wow. Wakati tunafanya al albamu ya, ya Vunja, kwenye albamu ya Vunja mimi ya kutunga wimbo mmoja unaitwa Mambo Mazuri. Wow. Makofi mengi kwa ajili ya mwalimu. Yes. Nikimwongelea mwalimu Papaa kwa habari yangu kwanza, ni mwalimu ambaye nilijifunza kwake acha uh -huh. tu ya ualimu Papa, mimi alikuwa ni mjomba anko, okay. na tumefanya kazi ya Mungu kwenye vunja, tukajifunza mengi, tukaja mwaka ni kama elfu mbili na sita nadhani, tukaanza uh -huh. kuandaa ya, ya, ya, ya, ya, ya gusa uh -huh. hapo ndio nilipo nilipojifunza sana Anko papa alikuwa anakaa Mwanza, yeah. Anafundisha kekundu okay. Sisi tulikuwepo hapa tunafundisha CVC yeah. Tulikuwa na mwalimu kiongozi kipindi hicho alikuwa anaitwa anaitwapa okay. Alikuwa akienda akienda Mwanza, tuache sisi tunafanya hapa. Nilichokuwa najifunza kwa papa, sisi wakati anaenda kwanza, tulifanya kama ushindani yeah. Ushindani kipindi hicho kulikuwa mimi Uh, papa. Okay. Kwenye, kwenye, kwenye, kwenye gusa tulifanya. Yeah. Wakati tunakaa na walimu wetu, tunakaa na Steve, tunakaa na papa walikuwa wanatufundisha kuwa wa okay. Na wivu wa maendeleo. Basi na mimi nikapata fursa ya kutengeneza wimbo unaitwa Nenda na uzima wako, makofi wow. Mengi sana kwa mimi uh. Kwa hiyo mimi kwa habari ya papa nimejifunza mambo mengi. Alikuwa wakati saa tunaandaa hizo nyimbo mm, papa alikuwa, anakuwa Mwanza muda mrefu okay. Akija huko akikuta hizo nyimbo ana, anapata nguvu mm, nguvu ya kufanya kazi vizuri, na anatusifia anasema, mimi nimekuta mmefanya kazi nzuri, mmepambana, inanipa nguvu kufanya vizuri mm. Labda mimi nikimwongelea mwalimu papa, nimefanya naye kazi muda mrefu labda nisemeli hata kwenye, we, kwenye, kwenye jiwe mm -hmm. nimefanya na anko mimi kwenye okay. jiwe mm -hmm. nime, nime, nime, nimepata neema ya kufanya nyimbo kwenye jiwe mimi. Mm -hmm. pamoja na anko amefanya unaona, mm -hmm. Kitu ambacho mimi nilijifunza kwa anko ilikuwa ni mapambano mm -hmm. Kutengeneza vitu vinavyoeleweka message. Yes. message kwa hiyo alikuwa ana neno hili, anapenda kuni, uh, kulisema tukiwa tumekaa tume, tume, pamoja. Ananiambia, anko, pambana na vina, pambana mm, na vina. Kwa hiyo mm. no. Nilijifunza mambo mengi, na mimi nilipata neema kwa mwalimu Papaa wakati anaenda, ndio akaenda aka, aka aka, aka, aka. Yes. alitengeneza wimbo mmoja unaitwa Samehe akauachia mm. njiani mm, alivyouachia njiani Tuko naye hapo kwenye ofisi hapo unapohesabia sadaka. Yeah. Nikamwambia anko naacha nyimbo sasa unaenda. Ah, nitarudi, nitarudi, nitarudi. Yeah. Yeah. Na anko alikuwa pia ya kusafiri. Hmm. Na, na magari ya kulala siku mbili njiani. <laughs> Yaani, yeah. Ambia sasa, sita, gari gani, sasa kumi, na gari gani? La saa sita, gari gani, tunaondoka saa 12. Yapo yapo bana. <laughs> <Hane, laughs> Anaenda utasikia anafika siku mbili. Sasa okay. Kaacha ule wimbo haujaisha. Kurudi yeah. ah, sasa mimi ule wimbo nilikuwa naupenda sana, nikasema nika moyoni, lazima niumalizie wimbo wow. Nilishaumalizia nilisha, na wimbo naimbika, wow. Makofi mengi sana kwa uh, mwalimu mwalimu uh, wakati tunaongea nimejifunza vitu vingi uh, kuna jambo moja la mwisho ambao nataka nikuulize uh, ni somo gani ambao umelipata uh, na kwa muda ambao umekaa naye, kwa mfano ni tukio gani ambalo huwezi kulisahau, ambao ulikuwa pamoja na mwalimu? Mimi uh, nili, somo nililojifunza ni, nisiwe mtu wa roho ya kwa nini. Yeah. alinifundisha ali hivyo vijana. Okay. ni mashahidi kina Elisha hapa kina Benja. Yeah. Eh, wao wana majibu hayo, tunaenda sawa, Mungu anatusaidia Nilichojifunza ni kukubaliana na matokeo dunia inakoenda. Dunia mziki ni mpana yeah. naona mziki ni mpana, na nilijifunza kwa anko, alikuwa anasema, jitahidi sana kuwa na mtu unayemsikiliza. yes. uli angalia kitu yeah. hayo maisha mimi naishi nayo okay. mimi afanye nyimbo mtu, mtoto mdogo Yeah. Anani, yani na mzidi umri yeah. Kama ni anafanya vizuri, mi namwambia unafanya vizuri. Wow! Makofi mengi kwa mwalimu. A, asante sana, ubalikiwe sana, sana mwalimu. Yes, makofi mengi mwalimu akiwa anarudi ya yeah. Tumepata wasa mzuri sana, tumesikiliza story, uh, tumejifunza mambo mengi sana ambayo yamejenga uh, fikra na, na, na juu ya vipawa vyetu. Uh, kitu kimoja ambacho naweza nikakuachia nika kama mtu ambaye uh, unatamani kufanya vizuri na uwe sehemu ya ushuhuda kama uh, uh, Papaa kwenye maisha ya watu uh, tamani sana kuacha alama ambayo ni positive mark. Usitamani sana uh, kuwa yani, usitamani kufanya kitu ambacho hakina alama kwenye maisha ya watu. Ulichonacho fanya kilete impact kwenye jamii, fanya mabadiliko kwa kile ambacho unacho tengeneza positive footmark ili watu wakumbuke yale yote ambayo umeyafanya. That was my time. Hii ni uh, ilikuwa ni hadithi fupi tu uh, au story fupi tumepata kuongea uh, na watu kadha wa kadha. Asante sana na kushukuru kwa kunisikiliza.